Napenda kuwafundisha kuwafundisha tiki moja jinsi ya kuangalia su simu ambayo uwe unajua imenunuliwa lini na imetumika kwa muda gani. Hii hasa kwa wale ambao wanunua simu za mkononi, mtu anakudanganya kwamba hii simu labda imetumika mwezi mmoja au hii simu imetumika wiki tu. Sasa nawafundisha njia rahisi ya kujua kwamba hii simu imetumika wiki, imetumika mwaka au imetumika hata miaka minne iliyopita mbele ni njia rahisi tu. Jinsi ya kufanya unabonyeza nyota leli moja mbili tano themanini nyota tatu sita tisa, unabonyeza na leli. Ushabonyeza tu hapo, inakuletea kuletea. Mbona kama mimi hapo imeniletea hapo, mimi naona kwamba hii simu imenunuliwa tarehe hii hapa hii Tarehe tatu mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo hapo wanakuonyesha kwamba simu imenunuliwa lini na imeanza kutumika lini na ni simu ya aina gani, zote hizi hapa wanakuonyesha hapo. Umeona ni hapo kwa triki. Na triki nyingine zaidi, usisahau kulaiki, kukomenti na kusubskribe chaneli yangu. Asante.